Kitovu cha mgomo huu wa wafanyakazi ni kiwanja cha ndege cha Hamburg ambako ulianza jana kabla ya kusambaa kuwa wa, wa nchi nzima kuanzia leo. Wafanyakazi waliogoma wanaongozwa na chama cha wafanyakazi cha Verdi kinachowakilisha maelfu ya wafanyakazi kwenye viwanja vya ndege tofauti nchini humo. Matokeo ya mgomo huo ni kwamba maelfu ya abiria wametangaziwa kufutwa kwa safari zao hadi pale taarifa nyingine itakapotolewa. Hali ni mbaya zaidi Frankfurt, kwa sababu ndiko abiria wengi zaidi huwepo. Mgomo huu umeanza katika kipindi ambacho wananchi wengi wa Ujerumani huchukua likizo na hivyo wasafiri huwa ni wengi. Tayari safari 1770 zimefutwa kupitia uwanja wa Frankfurt huku safari nyingine 820 zikifutwa katika uwanja wa ndege wa Munich. Verdi, ambao huwakilishi wafanyakazi wa sekta ya umma na ile ya binafsi imetoa madai kadhaa ya wafanyakazi, ikiwemo kuongezewa walau yuro 300 kwenye malipo yao ya mwezi na siku tatu zaidi kwenye muda wa likizo. Wakuu wa uwanja wa ndege wa Munich wamelaumu mgomo huu kwa maelezo kuwa taarifa haikutolewa katika muda ambao sheria za Ujerumani zinaeleza kuhusu namna ya kufanya mgomo. Kwa abiria ambao mustakabali wa safari zao sasa upo gizani, wanachotamani ni kwa serikali na Verdi kuelewana ili hali ya kawaida irejee. Shaaban Maulid, Azam News.